Wito huo umetolewa na Imran Mwanja, mkufunzi kutoka Chuo cha Maendeleo ya Jamii Uyole CDTI, wakati wa mdahalo maalum uliowakutanisha wadau mbalimbali chuoni hapo, ulioangazia masuala ya maadili, afya ya uzazi na haki za watoto. Mwanja ameeleza kuwa vitendo vya kutoa mimba sio tu vinaua maisha yasiyezaliwa ya, bali pia vinaweza kusababisha madhara makubwa kiafya kwa wahusika, vikiwemo utasa, msongo wa akili na hata kifo. Sera yetu ya ya watu ambayo ni National Population Policy ya mwaka 1996 iliyofanywa marekebisho pia mara nyingi bado haijakataza ongezeko la watu Tanzania. Asilimia ishirini tu ya ardhi yetu ndiyo imetumika mpaka sasa, bado kuna nafasi za kutosha. Abortion hairuhusiwi kwa sababu inaleta madhara kwa mwanamke na kwa jamii kwa ujumla. Watu wanakufa kwa sababu ya abosheni. Abosheni pia inamnyima haki yule mtoto ambaye alitakiwa kuja kwa ajili ya kuleta maendeleo ya nchi. Zaeni, elimu ni bure kuanzia chekechea mpaka form 6 na hata ukimaliza mkopo utapewa. Mkufunzi huyo amewataka vijana wa kiume na wa kike kujiepusha na mapenzi ya jinsia moja, akisema kuwa ni mwenendo unaokiuka maadili ya jamii na mila za Kitanzania. Mapenzi ya jinsia moja, kuna vitu huwa havijaribii, unanielewa? Hii ni kwa watoto wa kiume na wa kike, usitukutu ezo nishawishiwa, kuna ugumu wa maisha, mjala ujafanya chochote, ni heri ukala nyasi, lakini si kufanya mapenzi kinyume na maumivu. Nao baadhi ya wanafunzi wa chuo hicho wameeleza namna ya utoaji mimba unavyoweza kusababisha maumivu ya kimwili na kisaikolojia kwa vijana, huku wakitoa wito kwa wenzao kuwa na nidhamu, kujitunza, na kutumia elimu sahihi ya afya ya uzazi. Sikoloji yani mtu anaweza akaharibika kisikolojia, pia kiafya mtu anaweza akaharibika akaumwa kwa muda mrefu, hawezi kwenda darasani kwa sababu anaumwa. Labda mtu amefanya boshe na anabridi sana hawezi kuingia darasani, atashindwa. Alafu atakuwa anakosa confidence, naweza kumpelekea kifo. Ya pili inaweza kumfanya kufeli kitaaluma, yani kumtoa confidence katika kusoma kwake. Ya tatu inaweza kumfanya kuharibu kuharibika kwa afya yake. Issue ya abortion hairuhusiwi, si ndio? Kwa wanafunzi kwa ujumla na kwa sheria za shule, hivi vya kati kubebe ujauzito yani hairuhusiwi Kwayo, manafuzi, nitafuzo, chua. Kwa hiyo mfano unakuta mwanafunzi amebeba ujauzito anajua labda mimi nitafukuzwa chuo au nitafanya nini, kwa hiyo anaamua kunini kuaboti, japokuwa tunatoa elimu kuwa kuna madhara ya kufanya abortions. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole